alikuwa akiisoma katika minasaba mbalimbali ikiwemo munasaba wa akdi ya nikah. Baada ya khutba hiyo, ntazungumza machache kisha tutaingia moja kwa moja kwenye jambo la akdi ya nikah, wali atamwezesha binti yake kwa muuaji kwa mujibu wa misingi ya sheria ya dini yetu. Machache ninayopenda kuyazungumza kwa munasaba wa jambo hili ni kuchukua nafasi zetu tulizopewa na Allah Subhanahu wa Taala na kuzitekeleza amana tunazopewa. Akdi ya nikah Mkataba wa ndoa, ukifungwa mkataba huu, tayari muoaji ameingia kwenye majukumu mapya. Hivyo hivyo mwanamke anayeolewa anakuwa ameingia kwenye majukumu, na yale majukumu tunayoingia ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha amana hizo na atakwenda kutuuliza, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha nyinyi watu kuzifikisha amana kwa wenyewe. Kwa miongoni mwa amana tulizopewa sisi wanaume ni usimamizi kwa wanawake, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i

ishaingia katika mkataba wa ndoa, wewe ndio utakiwa usimamie matumizi yote ya familia yako, chakula, makazi, mavazi na kila kitu kinachohusu familia yako, ni jukumu lako usimamie mambo hayo. Lakini pia usimamizi wa kimaadili na mambo ya imani na dini na ilmu na mingineyo, unakuwa tayari ushabeba majukumu hayo na ni amana na utakwenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ni msimamizi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wasimamizi, ni wachungaji, na kila mmoja au nyote nyinyi mtaulizwa kile mlichokisimamia. Kwa hiyo tusione tu raha ya kuoa. Katika kuoa kuna raha, kuna kadha, kuna hivi, utafanyiwa hivi, utafanyiwa vile, lakini ufahamu kwamba

na hali ya kuwa nyinyi mwajua wafanya, kwamba ili wajua kwamba wewe watakiwa uisimamie familia yako, huisimamii, hutaki kusimamia kwa maksudi au kujifanya kwamba wewe huusiki, ukaitelekeza familia yako. Kuna watu wanatelekeza familia zao, wakaziacha zateseka. Ukimuuliza atakujibu anavyojua yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua, anajua kwamba wewe waweza ili au huliwezi. Umeshindwa kwa namna gani? Umeshindwa kwa kuwa kweli wewe umeshindwa, una uwezo, au ni kwa sababu ya ujeuri tu na ubakhili na vinginevyo? Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala anajua. Kwa vijana, wazee, wale waliooa, wali na wanaooa sasa na watakaooa, wajue kwamba kuna masuulia ndani ya akdi ya nikah. Ukishaingia katika nikah, basi kuna masuulia watakiwa uyasimamie na pingine mambo haya ukishindwa kuyasimamia, kwanza, ukiweza kuyasimamia utapata thawabu na utakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama mfano chakula unachompa mke wako. Mtume swalla sallam anajali anasema, pia hili ni sadaqa, hata kile lile tongi unaloweka katika kinywa cha mke wako ni sadaqa. Sasa sadaqa ngapi umepokuwa unazitoa kwa kumvisha mke wako, kwa kumlisha na kumpa makazi kiasi kikubwa sana kwa ni sababu ya kumkaribisha mtu na janna, lakini kinyume chake, ikiwa hukulisimamia jambo hilo, ni sababu ya kupeleka katika nar, wal iyadhu billah, kwa sababu amana yataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hukulisimamia? Hii inatakiwa tuyajue. Hayo si watishi, lakini nataka tufahamu kwamba tuna wajibu wa kutekeleza haya, ili tusio tukasema kwamba hatukujua. Na sheria ya Kiislamu imekuja kuondosha nyudhuru kwa watu. Qurani imeletwa ili kuondosha nyudhuru kwa watu, wasije wakasema sisi hatukujua, hatukusikia. kotawaambia kabisa kwamba haya tunayoelekea ni amana kwaye, ni wajibu juu yetu kuzisimamia amana tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mjue pia kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani, na mbele za Allah kuna fadhila kubwa. Sasa so, ukizitazama hizi aya utakuta zilivyoongozana zina hikma kubwa sana na siri kubwa

Izitazama hizi aya utaona kuna tahdid kwanza, kuna mwongozo wa watu u, kutekeleza amana walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hapo hapo kuna vitisho kwa mtu anayefanya khiana. Lakini pia pakatajwa sababu zinazopelekea baadhi ya watu kuingia katika khiana: ni mapenzi ya watoto, mapenzi ya mali, lakini wakapewa ishara ya kuonyesha

Ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah atawafanyia upambanuzi, utajikuta tuweza kupambanua mambo halali na haramu, haki na batil, kufuru na Islam. Utajua mambo hili, lilifanye kwa wakati huu, ili silifanye, lilitangulize, lilicheleweshe, hata biashara zako, namna ya kuzipangilia. Watu wengi wanashindwa katika mambo na wanafeli kwa sababu hawana mpangilio katika mambo yao hawana mchanganuo mzuri katika mambo yao, lakini intaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'ati, ouais na Allah atawasamehe madhambi yenu wa yaghfir lakum, wallahu wllahu dhul fadli alazim. Kwa hiyo akizitazama hizi ayati zinatuhimiza sisi tusimame katika msingi wa kusimamia familia zetu, tusiwe mabakhili, tusiwe wachoyo, tusiwe ni watu wenye maneno maneno balele, kuwasimanga wanawake na kuwanyanyasa na kuwadhalilisha kwa sababu ya vile tunavyowapa.